Wapendwa ndugu zangu, hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu, wanaitwa sasa kupewa daraja ya upadri. Fikireni kwa makini ukuu wa huduma hiyo wanayopewa katika kanisa. Nanyi mnajua hakika kwamba katika Kristo taifa takatifu lote la Mungu linafanywa kuwa taifa la kikuhani. Lakini hata hivyo, kuhani mkuu wetu mwenyewe Yesu Kristo aliwateua baadhi ya wanafunzi wake ili katika kanisa watekeleze rasmi kazi ya ukuhani katika jina lake mwenyewe kwa ajili ya watu. Yeye mwenyewe alitumwa na Baba naye vilevile aliwatuma mitume duniani kote na kwa njia yao na ya mahalifa wa wao yaani maaskofu, kazi yake ya mwalimu, kuhani na mchungaji iendelee bila kukoma, na hatimaye waliwekwa mapadri wawe washiriki wa urika wa maaskofu nao wakiunganishwa na maaskofu katika kazi ya kikuhani, kuitwa kwa ajili ya huduma ya taifa la Mungu. Na ndugu hawa, baada ya kufikiria sana, wanawekwa sasa katika daraja ya upadri, ili nao wapate kuwa wahudumu wa Kristo wa mwalimu kuhani na mchungaji na hivyo kwa kazi yao wasaidie kulijenga na kulikuza taifa la Mungu, yaani kanisa, liwe hekalu lake takatifu. Nao watafananishwa na Kristo aliye kohani mkuu na wa milele, na wataunganishwa na ukohani wa maaskofu, yaani watawekwa wakfu kuwa makohani halisi wa agano jipya ili wahubiri Injili, walichunge taifa la Mungu na waziadhimishe ibada takatifu, hasa sadaka ya Bwana. Nanyi wanangu wapendwa sana, mtakaowekwa hivi punde katika daraja ya upadi, mnaitwa kutekeleza huduma takatifu ya kufundisha kwa jina la Kristu mwenyewe aliye mwalimu pekee huyo wa. Hivyo wagawieni watu lile neno la Mungu ambalo nanyi mlipokea, na kwa kuitafakari sheria ya Bwana angalieni, msadiki na kufuata kile mnachokisoma, na kufundisha kile mnachokisadiki, na kufuasa kile mnachokifundisha. Na kwa njia hii mafundisho yenu yawe lishe kwa watu wa Mungu, na manukato ya maisha yenu yawe furaha kwa wa, wa, wa muamini wa Kristo ili kwa neno na kwa mfano mpate kuijenga nyumba ya Mungu yaani kanisa lake. Fanyeni pia kazi ya kutakasa katika Kristo, maana kwa huduma yenu sadaka ya kiroho itatolewa pasipo kumwagwa damu, ikiungana na dhabihu ya Kristo ambayo kwa kufanya umoja na ile ya kwao itatolewa kwa mikono yenu juu ya altare katika adhimisho la mafumbo matakatifu. Kwa hiyo eleweni vizuri mnachokitenda na igeni mnachokitimiza, na kwa sababu mnaadhimisha fumbo la kifo na ufufuko wa Bwana. Jitahidini kuvitiisha viungo ni vyenu kwa kukomesha kabisa vilema vyote na kwenenda katika upya wa uzima. Kwa ubatizo mtaliongezea taifa la Mungu watu wapya. Kwa sakramenti ya kitubio mtasamehe dhambi kwa jina la Kristo na la kanisa lake. Kwa mafuta matakatifu mtawafariji wagonjwa napofanya ibada takatifu na katika mfululizo wa, wa saa za siku, mtamtolea Mungu sala za sifa na shukrani, si kwa ajili ya taifa la Mungu tu, bali kwa ulimwengu mzima. Kumbukeni kwamba mlitwaliwa, mli, mli katika wanadamu mkawekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu. Hivyo timizeni kazi ya kikuhani ya Kristo kwa furaha ya daima na katika upendo wa kweli, mkiyatafuta si mambo yenu wenyewe, bali ya Yesu Kristo. Na hatimaye, wanangu wapendwa sana, kwa upande wenu fanyeni kazi ya Kristo kichwa na kuhani kazi ya Kristu kichwa na kohani, chini ya na katika ushirika naye, jibidishe kuwakusanya kuwa waamini katika familia moja, ili mpate kuwaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristu na katika Roho Mtakatifu. Ndiyo maana mkazieni daima macho yenu Yesu Kristu aliye mchungaji mwema, ambaye hakuja kutumikiwa, bali kutumikia na kuwatafuta na kuokoa kile kilichopotea.